Uhali gani, naamini unaendelea salama, na nikualike tena kwa mara nyingine. Nilisema nitakuwa nazungumza na wewe hapa na pale, kukuonyesha baadhi ya mambo ambayo yapo hapa Ujerumani, na leo baada ya kama siku kama mara mbili mara tatu hivi nimejaribu kufika hapa katika makumbusho hii ya, ya Naturkunde hapa Berlin na makumbusho hii ni maarufu sana, sio kwa hapa tu Ujerumani, lakini pia na kwa Tanzania, na kwa sababu aa, ya hawa mijusi wakubwa na viumbe vingine ambavyo vilipatikana miaka zaidi ya mia moja iliyopita, na mijusi hawa aa, ambao ama hakika walipatikana pale Tendaguru kule kwa wenzetu Lindi, mkoani Lindi, wamekuwa hapa kwa zaidi ya miaka mia moja lakini mjusi kama huyu mkubwa unayemwona ni mjusi ambaye uh, ana ana umri wa zaidi ya miaka milioni mia moja hamsini, na nikwambie tu hii miaka milioni mia moja hamsini ni miaka ambayo niya uh, hawa viumbe wa ajabu ajabu wakubwa wa zamani ambao wamewahi kuishi. Na kwa bahati nzuri uh, yamebaki masalia ya ambayo ni uh, ni mifupa. Uh, tuseme ni mifupa ambayo ipo inahifadhiwa hapa kwa utaalamu uh, una, unaostahili. Na kumekuwa kuna stori nyingi sana kuhusu ku, uh, kwa nini mifupa hii ama mabaki haya mijusi, ya mijusi bado yako Ujerumani, na pengine kwa namna gani Ujerumani inanufaika na hawa mijusi, na pengine kwa nini Tanzania pengine haijanufaika sana uh, kwa upande wa kupata pesa kutokana na kwamba mijusi hao wako Berlin, Ujerumani. Na of course ukiangalia kama unavyoona hapa kuna watu wengi wanaoingia hapa lakini uh, hii idadi ya watu kwa mujibu wa taarifa za uh, mkurugenzi mkuu wa, ma, ma, wa makumbusho haya ni kwamba idadi ya watu wanaofika hapa wanachangia asilimia kumi tu ya, ma, ya mahitaji ya, ya, ya, ya kuendesha makumbusho haya eh, makumbusho hii inapata zaidi ya euro milioni ishirini kila mwaka kutoka serikali ya, ya, ya Ujerumani na katika milioni ishirini hiyo uh, milioni kumi na nane zinatoka moja kwa moja, lakini milioni, eh, mi, mi, milioni mbili zinazobaki ndo uh, makumbusho inapaswa itafute vyanzo vyake vya mapato ili kusudi iweze kujiendesha, na, na hiyo ndo inayotengeneza hiyo, hiyo uh, milioni ishirini ambayo inapatikana kila mwaka, lakini zaidi na zaidi eh, pia Uh, makumbusho ina, inaandaa miradi yake ili iweze kupata fedha za kuweza ku, uh, kujiendesha na, na, ma, kwa taarifa niliyopata ni kwamba eh, wameweza kuandika andiko ambalo wameweza kupata milioni sitini, eh, kwa kipindi cha mie, euro milioni mia saba actually, so euro milioni sitini kwa kipindi cha miaka uh, mitano kwa ajili ya kuweza kuendeleza vitu kama hivi na ameambiwa pia kulikuwa kuna mjadala zaidi, ambapo timu ya wataalamu kutoka hapa Ujerumani kutoka kwenye haya makumbusho walikuwa na, walikuwa na mazungumzo na wataalamu kutoka Tanzania kwa ajili ya namna ya kuweza kuhakikisha kwamba eh, mabaki haya pengine kunakuwa kuna utaratibu kama Tanzania inaweza kunufaika kwa maana ya kuweza pengine kurejesha eh, kwa sababu wao walikuwa tayari wameshaonyesha hiyo nia, na kilichokuwa kimesalia ni namna ya kuweza ku train eh, wataalamu Tanzania namna ya kuweza kutunza makumbusho haya. Na hadi sasa, nitapita nikuonyeshe baadhi ya vitu vilivyoko hapa eh, kwa sababu nimepata hiyo privilege ya kufika hapa ili nawe uweze kujua na kujifunza mambo mengi yaliyoko hapa. Na nikuahidi tu, nitakuwa na, na, na, na mkurugenzi mkuu ambaye tutazungumza mambo mengi na yeye, anisaidie kujua ni nini kinachoendelea kwa sababu uh, kama makumbusho walikuwa na nia ya kuweza kurejesha hii, na Tanzania wamekuwa wakisema, uh, of course, uh, tumesikia wanasiasa wakisema hapana, hii hata uh, bungeni wakitaka kwamba sasa ni wakati mwafaka kwamba hivi vitu sasa vilejee Tanzania ili kusudi Watanzania na watu wengine waweze kunufaika. Lakini je, Tanzania tuko, ta, tuko tayari na hili? Ndio swali ambalo nakurejeshia wewe ili kusudi uweze kunisaidia tayari kuweza kuitunza, kwa sababu tunachoambiwa hapa pia ni yani kwamba teknolojia inayotumika hapa ni kemikali za kuweza kuitunza hii mifupa ili kusudi siweze kuharibika na binadamu wamekuwa duniani kwa miaka milioni mbili, lakini wanyama kama hawa viumbe kama hawa wameishi kwa zaidi ya miaka milioni mia moja hamsini na nikwambie, eh, kilichosababisha hawa viumbe wakapotea ni kutokana na ile jiwe lililogonga dunia na kusababisha mvuke eh, moshi mkubwa sana ulioangamiza ulioteketeza eh, vyanzo vyao vya chakula na ule moshi ulichafua hali ya hewa na ndio maana viumbe hawa wakatoweka, lakini wanasayansi wanasema pengine kuna viumbe wengine zaidi ambao, ambao sisi hatujawahi kuwa kuwafikiria, na teknolojia zinaendelea kutengenezwa, eh, watu wanaendelea kubainisha teknolojia kuweza kuona namna gani miaka hiyo mia moja hamsini kuna viumbe wa aina gani eh, Endelea kuwa na mimi nikuonyeshe vitu vidogo vidogo hapa Ujerumani. Na sauti yangu kidogo sijui imeenda wapi, lakini bado eh, nitakuonyesha eh, mambo mengi yanayoendelea hapa. Mpaka wakati mwingine. Naitwa Sylvester Davis.